Waziri wa Elimu, Sayansi, Teknolojia na Mafunzo ya Ufundi, Profesa Joyce Ndalichako ametoa siku saba kwa baraza la taifa la mitihani, yani NECTA, kutoa maelezo ya kitaalam kufuatia mabadiliko ya viwango vya ufaulu kutoka madaraja na kwa GP, na kuwa GPA pamoja na kuwepo kwa mitihani miwili kwa watahiniwa wa kujitegemea, mambo ambayo yameibua maswali miongoni mwa jamii na wamiliki wa shule binafsi. Ifuatayo ni taarifa kamili. Agizo hilo limetolewa jijini Dar es Salaam alipozungumza na uongozi wa Nekta alipotembelea baraza hilo, ambapo amesema tangu aingie madarakani amekuwa akiulizwa maswali mengi kuhusiana na mabadiliko hayo, na ametaka kufahamu kwa kina faida na hasara zake. Mimi nachokizungumzia sasa hivi ni na ni ile tu kwamba badala kwa kwa so ya kutumia divisheni natumia GPA, kwamba labda tungeenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo hiyo ya thamani siyo ishu. Ishu ni sababu za msingi ambazo zimefanya kwamba kuna, kuna e. Katika kujibu hoja hiyo, Katibu Mtendaji NECTA Dr. Chazi Msonde amesema mabadiliko ya viwango vya ufaulu ni maelekezo ya kisera kutoka serikalini ambayo yalilenga kuleta ushirikiano katika taasisi zinazohusiana na dosyana, masuala ya elimu ikiwemo udahili viuoni, lakini pia umesaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa matumizi ya vyeti bandia kwenye ajira. Akizungumzia uwepo wa mitihani miwili kwa watainiwa wa kujitegemea, yaani upimaji endelevu na mtihani wa taifa, Dr. Msonde anasema wizara ilitoa taarifa ya kuwepo kwa malalamiko ya watainiwa hao kutofanya vizuri katika mitihani yao ukilinganisha na wale wa kawaida ambao hufanya mitihani ya kujipima na matokeo yao kuunganishwa kwenye mitihani ya mwisho, hatua ambayo ilifanya kuja na njia mbadala ya kuwainua watainiwa hao, jibu la kwamba anaweza akatahiniwa tena kwa namna gani, ili pengine akifika siku hiyo ya mtihani huo, kama imetokea bahati mbaya naume au pengine me, ame, basi ndo aferi pengine awe na kitu kingine. Hiyo ndiyo iliyosababisha watahiniwa wa kujitegemea, bodi ishauri na wizara iridhie watahiniwe kwa pepa ya pili. Awali akizungumza na wafanyakazi wa NECTA, Profesa Ndalichako amesema ili kuimarisha kiwango cha elimu waepuke kurubuniwa kutokana na eneo lao la kazi kuwa na vishawishi, lakini pia kuendelea kufanya uchambuzi wa matokeo ya wanafunzi kwa kuainisha maeneo ambayo yatafanyiwa kazi ikiwemo mitaala na mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Sasa uchambuzi wa namna hiyo ndio tunautaka, na kama inatokea labda karibu shule wote wanakosea kwa namna hiyo, ina maana hata mwalimu wao inawezekana amewafundisha kwa utaratibu huo, kwa sababu haiwezekani wote wawe na ndoto moja mchana halafu waote ndoto ile ile. Kutoka Dar es Salaam, this is Erik, Channel 10 Sa